Malaika, mbona kama bosi anatutesa sana hapa? Yaani kampuni inaingiza mamilioni ya fedha, halafu yeye anatulipa laki tatu. Cha Usiku, usilalamike bwana, kumbuka kampuni yetu bado ni changa. Halafu pia mbona laki tatu ni mshahara mzuri tu, na isitoshe bado kampuni yetu inatulipia bima ya afya. Hebu tuwe na subira, kampuni ikikuwa, najua bosi lazima atatuongezea mshahara Subira? Hiyo subira unayoiongelea hapa itanisaidia kulipa madeni yote ninayodaiwa uko nje? Kusema kweli, mimi nikipata hata dili moja haramu, hamta niona hapa tena ofisini kwenu. Cha Usiku, rafiki yangu, ni heri uvumilie tu hapa hapa, kwa sababu ukiwa na damu ya kunguni kwenye hizo dili haramu, unaweza ukashangaa dili lako la kwanza linakupeleka gerezani. Mm, Malaika, naona kuna watu wanafikiri kukaa mtaani ni kazi rahisi. Mbona na wewe unakuwa mbea hivyo? Hebu fanya kazi zako bwana. Yaani, cha usiku unaniita mbea wakati sisi tunajaribu kukushauri kama rafiki yetu Alex, hebu nenda kaendelee na kazi zako. Sawa, mimi naondoka, lakini mwambie rafiki yako mtaani ni pagumu sana. Hii nafasi aliyonayo hapa akiichezea atakuja kujutia. Huo ushauri wako tumia mwenyewe. Samahani, bila shaka wewe ni Cha Usiku, mfanyakazi wa Swahili Teknoloji? Ndiyo mimi, kwani unanifahamu? Ndiyo nakufahamu. Ah, jina langu ni Sam. Sisi ni washindani wenu kwenye biashara, kwa sababu kampuni yetu inatoa huduma sawa na huduma mnazotoa kwenye kampuni yenu. Okay, niambie. Nina shida moja, kuna nyaraka ninaomba uniibie kwenye kampuni yenu. Ni kuibie? Ndiyo. Unataka uniibie hizo nyaraka, na ukilifanikisha hilo nitakulipa utanilipa vizuri. Ondoa shaka kuhusu hilo, nitakulipa vizuri sana, kwa sababu tunahitaji kujua mbinu mnazotumia ili na sisi tuongeze mauzo kwenye kampuni yetu. Sawa, niambie ni nyaraka gani hizo unahitaji? Nahitaji nyaraka yenye mbinu ya kuongeza mauzo ambayo mnaitumia sasa hivi na hiyo nyaraka iwe imepitishwa na bosi wenu nakue na kuwe na sahihi pamoja na muhuri wake. Mm, sasa mbona unataka kuniingiza kwenye matatizo? Hapana cha usiku, huwezi kuingia kwenye matatizo, na mimi nipo tayari kukupa hata milioni tano ili nisaidie kuipata hiyo nyaraka. Kweli utanipa milioni tano? Ndiyo, nitakupa milioni tano endapo utafanikiwa kuniletea hizo nyaraka. Sawa, nitakuletea. Okay, kesho jioni tutakutana hapa hapa ili unikabidhi. Kama kutakuwa na changamoto yoyote, mawasiliano yangu haya hapa. Sawa. Bosi Mwona, utanisamee tu kwa kweli, lakini hii milioni tano usiwezi kuiacha. cha usiku, unafanya nini ofisini kwa bosi? Ni nimekuja kuangalia kama bosi amechukua hereni zangu, maana niliziacha pale kwenye meza yangu, lakini sasa hivi sizioni hereni. Halafu mbona begi lako limejaa sana? Au umeiba vitu vya ofisini? Hebu toka hapa. Hii ofisi kuna kitu gani cha kuiba? kwa mfano Sawa, kama hakuna ulichoiba. Lakini nikisikia bosi Mona analalamika kuwa kuna kitu akipa ofisini kwake, ni lazima nimwambie kuwa wewe ndo umeiba. Unafikiri naogopa? Nenda kamwambie hata sasa hivi. Sawa, vipi cha usiku, umefanikisha? Ndiyo, nimefanikisha. Pesa yangu iko wapi? Usiwe na wasiwasi, pesa yako ipo. Hebu leta hiyo nyaraka kwanza niikague. Okay, hizi hapa. Safi, ngoja nizikague. Safi sana, hii nyaraka ndio tulikuwa tunahitaji. Sawa, nilipe basi mimi niondoke. Sawa, ngoja nimpige msaidizi wangu aniletee pesa, maana niliziacha kwenye gari. Sawa. Halo, hebu niletee hizo milioni tano kwenye bahasha. Usijali, wanaleta sasa, sasa hivi. -Bo bosi, kama shida yako ni hizi pesa chukua. Ha, hapana bosi, usinifikirie vibaya, mimi sikuwa na nia mbaya. Tafadhali naomba unielewe. Labda nikuulize swali jepesi tu, ingekuwa ni wewe ungenielewa? Ndiyo, ningekuelewa na ningekusamee tu hivi cha usiku umekosa nini pale ofisini? Kama ni mshahara, nawalipa vizuri tu, tena nawalipo kwa wakati. Lakini leo umeamua kunigeuka na kutaka kuiangamiza kampuni yangu. Naomba unisamee bosi. Yaani, bahati nzuri ni kwamba aliyekufanyia hili jaribio ni kaka yangu. Je, ya, kama hili jaribio lingefanywa na mtu mwingine, si ungeuza kampuni yangu? Wewe nisamee bosi wangu, mimi niliingiwa tu na tamaa kwa sababu mshahara unaotulipa ni mdogo sana sasa kama huo mshahara ni mdogo, hata nikufukuze kazi ili utafute ofisi nyingine ambayo watakulipa mshahara mkubwa. Sasa kama unanifukuza kazi, si unipe hiyo milioni tano nikaanzishe biashara. Unataka nikulipe milioni tano kwa kazi gani uliyoifanya? Hebu toka hapa, mwizi mkubwa wewe!